Nakumbuka niliwasiliana na yule mganga akanielekeza eneo analofanyia kazi. Jumatatu mida ya saa nne nilielekea huko, nilikuta kuna watu wengi, ila hatimaye zamu yangu ilifika, nikaingia na kumwelezea shida zangu mganga yule. Nakumbuka alinichanja chale tatu maeneo ya shingoni, akanipakia na dawa fulani, akaniambia sasa sitokuwa na hofu na vimbwanga vile sitokumbana navyo tena. Hakika nilifurahi, nikamlipa alichohitaji, nikarejea zangu nyumbani. Mida iliyoyoma masaa yakasonga, jioni ikawasili, hatimaye nikaianza safari kuelekea kazini, nikijipa moyo hapatakuwa na baya lolote litakalonipata. Sikujua hakika, sikujua basi. Nilifika zangu kazini mapema tu, nikamweleza mwenzangu kwamba nimefanikiwa kwenda kwa yule mtaalam, na nikamwonyesha zile chale alizonichanja. Mwenzangu alinambia hapo sasa mambo sawa, toa hofu, linda miili kwa kujiamini. Niliishia tu kutabasamu. Akachukua kila kilicho chake akaondoka. Nikaketi ninapoketigi, nikaendelea na kazi kama kawaida. Masaa yakasonga, hali ya utulivu ikitawala. Mwanga ukaanza kuyoyoma, taswira ya anga ikaanza kubadilika, giza likaanza kushika utawala wa anga, nyota zikaanza kutawala, hatimaye usiku ukafika. Mida ikazidi kusonga. Hatimaye, kwa kuwa sikuzoea kukesha na ndo mara ya kwanza kulinda nyakati za usiku, nilihisi usingizi ukianza kunyenyemelea. Nilipoangalia saa yangu ni saa tano kasoro za usiku. Niliinuka kwenda kunawa uso, nikatembea tembea eneo lile, nikarejea kuketi. Nilikaa kama robo saa hivi, usingizi mzito ukanipitia. Sijui nitaelezea vipi, ila nikiwa pale nimeketi kwenye kiti changu, ghafla nilihisi kitu kama mluzi toka katika kile chumba cha maiti. Nikaamuka na kuelekea kule ndani. Ile nichungulia ndani, niliona maiti zote katika vitanda zikiwa zimekaa kitako. Ile mi nimechungulia, zikainuka kwa pamoja na kuanza kunifata. Sikubaki, niligeuka na kuanza kukimbia nikipiga kelele, kugeuka nyuma, hizo zinanifata Nilikimbia na kuzunguka nyuma ya jengo la ile mochwari, kumbe kuna wengine walipitia mbele, hivyo nikajikuta nimewekwa kati. Maiti zile ambazo sikuweza kuziona sura zao, kwani walijifunika yale mashuka meupe mpaka usoni, yakawa yakinguruma. Ghafla yale niliyokuwa nikiitazama ikawa ikisugea kunifata, mi nikawa nikirudi nyuma, pasina kujua nyuma pia wapo waliokuwa wakinisubiria. Nilizidi kusogea mpaka pale nilipomgonga yule wa nyuma. Kugeuka nilishtuka, nikapiga ukelele. Ghafla nikashtuka, da, kumbe ilikuwa ndoto. Hakika nilimshukuru Mungu kwa kutokuwa kweli. Ni kama umelala usiku ukaota ndoto mbaya ukishtuka, vile unavyojisikia baada ya kugundua ni ndoto, ndiyo hali nilokumbana nayo mimi. Niliinuka tena na kwenda kuna wauso. Ilikuwa ni tayari saa saba za usiku. Nikarejea kwenye kiti changu na kuketi. Sasa nikaanza kutafakari ile ndoto. Je, ina maana gani? Mbona yule mganga aliniambia nisijali, hali itakuwa kawaida, haya mauzauza sitoyaona na hii ni mini? Ghafla nikapata wazo niende kule mochwari nikachungulie, ila nikajikuta nikipatwa na uoga na kupotezea swala lile. Ghafla nikasikia mluzi ule ule kama katika ndoto. Oho, nikajua sasa kumekucha. Nikienda tu kuchungulia nitakuta maiti zimekaa, kitakachoendelea ni kukimbizana. Hapana, se bora niendelee kukaa zangu hapa hapa, nikajionya, ila macho yalikuwa mlangoni. Baba mlezi, ghafla nikahisi sauti ikiniita kutoka kule ndani. Mwanzo nikahisi nimesikia vibaya ila ilikuwa ni sauti ya mwanaume baba mlezi. Nikasikia tena sauti kwa mara ya pili, ila hii ilikuwa ni tofauti na ile ya kwanza, hii ilikuwa ya mwanamke. Sasa nikawa nikitetemeka, kusimama nilishindwa, kuitika pia nikashindwa, nikabaki tu nimeduaa, meno mdomoni yakigongana. Tunakuita, kwa nini huitiki? Tunakuita, tunakuita. Safari hii sauti zilikuwa nyingi, sikusubiria nione wakitoka, nikainuka na kugeuka zilipo ngazi za ile korido, nikashuka ila ghafla nikagonga kitu na kwenda chini. Kuinuka sikuamini nilichokiona, ni kile kile kilichokuwa ndani ya ndoto. Niliigonga maiti tena, haikuwa peke yake. Sikujua ni saa ngapi, niliwekwa kati. Tunakuita kwa nini uangalii? Uangalii baba mlezi Si tunakuita sasa. Sauti zao zikawa kero masikioni mwangu, kila maiti ikiongea lake, mpaka yale yalokuwa wakiongea yakawa hayasikiki. Nikahisi kupandwa na jazba hasira, nikainua mikono na kuziba masikio. Nilishtukia kibao kikali mpaka nikajing'ata. Alonipiga sikumwona, nikahisi kizunguzungu, nikaenda chini, sikujua kilichoendelea, ila nilikuda zinduka tena nipo katika kiti changu. Shingo ilikuwa ikiniuma. Ilikuwa ndo panaanza kupambazuka. Kama kawaida nikaenda kunawa uso, kusukutua damu. Nilikuwa na maumivu makali shavuni. Nikarejea katika kiti changu. Sasa nikawa nikiwaza yale niliyoona, ni ndoto au? Ile ya kwanza sawa, sikukataa ni ndoto, ila hii ya pili, hapana. Sikutaka kujidanganya kuwa eti nayo ni ndoto, na ushahidi nilikuwa nao ni maumivu ya shavu. Hapana se kama ni kweli, mbona nilishtuka nipo kwenye kiti changu? ina maana ni nani alinileta pale? Ni zile maiti? Hapana, nilikataa, kwa kuwa zenyewe hazikuwa na uwezo wa kushika, kwani mikono yao na hata miili yao ilikuwa ndani ya ile mashuka meupe ila mbona nilipigwa kibao na mtu ambaye sikumwota? Ndo nikapoteza fahamu. Hapana, niliwaza pasina kuwazua. Mwisho nikasema liwalo na liwe. Siku hiyo kazi ndo mwanzo na mwisho kwa mambo haya. Hapana ase kukuche tu.